Aneurysms za mishipa ya damu zinaweza kutokea katika sehemu yoyote ya mwili kama unavyojua, mshipa wa damu huanzia moyoni hadi nguni. Hii inaweza kupanuka na kuongezeka kutokana na mchakato wa ugonjwa, lakini kwa kawaida aorta ambayo iko karibu na moyo na inatoka hadi kwenye tumbo, inayoitwa aorta ya kifua au aorta ya tumbo, ni ya kawaida sana. Vihatarishi kwa kawaida ni umri, uvutaji sigara na shinikizo la damu la juu, hasa shinikizo la damu lisilodhibitiwa. Kwa hivyo ndiyo maana ugonjwa huu ni wa kawaida sana katika nchi za Magharibi ambako idadi ya wazee ni kubwa sana. Hata hivyo, katika nchi yetu pia, kadri idadi ya wazee inavyoongezeka, ugonjwa huu pia unazidi kuwa wa kawaida. Kwa hivyo ikiwa wewe ni mtu mzee na mgonjwa wa shinikizo la damu, u historia ya uvutaji sigara, nadhani hasa ukiwa na ugonjwa wa moyo uh, nenda kwenye mpango wa uchunguzi wa aorta, mapema sana. Dalili zinaweza kuwa hazipo kabisa hadi inafikia ukubwa wa hatari, kwa hivyo wagonjwa mara nyingi huja kama dharura, na wakati huo chaguo za matibabu huwa finyu sana. Kwa hivyo ikiwa una vigezo vyote vya hatari, unapaswa kwenda kwenye mpango wa uchunguzi. Hata hivyo chaguo za matibabu zinapatikana pia katika hatua za mwisho. Kwa kawaida tunafanya aortogramu au angiogramu ili kuthibitisha ukubwa wa aorta, na kulingana na ukubwa wa aneurismu, tunakuwa na mpango wa matibabu. Siku hizi tuna programu bora za matibabu ya endovascular katika mfumo wa ukarabati wa aneurismu ya endovascular ya thoracic, ambayo inaitwa TEVAR, au kwa aneurismu ya aorta ya tumbo, ukarabati wa aneurismu ya aorta ya endovascular, ambayo inaitwa EVAR na hata kwa aneurismu za aorta ngumu tunayo taratibu bora ambazo zinaitwa taratibu za mseto na grafti zilizofunguliwa zinapatikana ili hatari na matatizo yapunguzwe sana. Siku za zamani tulikuwa na chaguo moja tu la upasuaji wa wazi ambao ulikuwa na vifo na magonjwa mengi sana. Siku hizi vituo vyetu vinafanya taratibu za endovascular na vifo na magonjwa machache sana, chini ya moja asilimia au hivyo. Kwa hivyo ikiwa una sababu za hatari na dalili, unapaswa kumwona mtaalamu wetu mara moja, ili tuweze kukutibu mapema kwa matokeo bora zaidi.